Mimi naitwa Paul Masawe ni mkuu wa shule Golden Gate sekondari. Shule yetu imeajiri ime walimu ambao wako qualified ambao wanakidhi vigezo vya ualimu shule. Pia kwa mwongozo wake, walimu wake pia wanahitaji watoe elimu ambayo ni nje pia ya ile elimu ambayo wanafunzi wanapata darasani. Pande wa taaluma, shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kutoka ilipoanzishwa mpaka ilipo sasa. Kwa kila mwaka shule yetu inapanda hatua baada ya hatua, na lengo ya shule yetu ni kupata division 1 na division 2, wanafunzi pia wapate elimu ya kujitegemea ambayo ni elimu ya ujasiriamali. Kwa miaka mi, miwili mitatu, matokeo yetu tumepata division 1, 2, 3 na nne ambayo ni chache. Shule ilianza mwaka elfu mbili kumi na tatu na tulianza na wanafunzi ishirini na mpaka sasa kwa mwaka ishirini ishiri na tano tuna wanafunzi jumla sabini na sita. Shule yetu ni shule imara na inajenga wanafunzi kiroho pia na kimwili. Miundo mbinu ya shule yetu ni mizuri, inawezesha wanafunzi wote kupata elimu bila changamoto yoyote. Madarasa pia ni mazuri kwa wote, yanaruhusu kutumika kwa walemavu na ambao wasio walemavu pia. Kwa hiyo na pia tuna library nzuri ambayo ina vitabu vya aina mbalimbali, tuna michezo ya aina tofauti tofauti, michezo ya mpira wa miguu, tuna viwanja vya basketball, tuna viwanja vya volleyball pia tunaanzisha somo la kuogelea. Kwa hiyo kuanzia mwaka ishirini na tano tutakuwa pia na somo la kuogelea kwa wanafunzi wote ambao watapenda kuogelea. Kwa majina, naitwa Kletos Simba, ni mwanafunzi wa kidato cha tatu, shule ya sekondari Golden Gate. Kwanza shule yetu na walimu wazuri ambao wabobezi katika masomo mbalimbali mbali ya sayansi na ya arti. Pia tuna chakula kizuri ambacho kinatupa afya na wamezingatia kwenye kubalance diet na kila kitu ambacho ni kizuri, pia walimu wameenda mbali kuanza kutufundisha hata lile somo la amali kwa vitendo umeona umuhimu wake, ili kutusaidia hata tunapomaliza form four tuweze kujiajiri sisi wenyewe, sio kutegemea ajira moja kwa moja serikalini. Kwa majina anaita Kai Mimi Sukui, ni mwanafunzi wa kidato cha tatu hapa shuleni Golden Gate. Shule yetu ina mfaulu mzuri wa taaluma, pia shule yetu ina dishi nzuri ya wanafunzi kulia vyakula vyao pia ina playground ambayo wanafunzi wote primary na secondary hutumia kuchezea michezo mbalimbali. Pia sisi wanafunzi kama wasichana, pia wavulana, tuna mabweni mazuri. <laughs>